Cha kwanza, kuna viongozi wanaosajili ili timu ipate matokeo ya bingwa mm. wanacheza against timu nyenzao, halafu cha pili, kuna baadhi ya watu wanalazimisha kuchagua bingwa wa msimu wawe nani. Hapo ndipo penyewe ambapo hapo kuna kina nani hapo, wa... choni unajoka <laughs> <laughs> hapo ukiangalia, kuna watu ambao wako kwenye mamlaka mm. ya mpira wanaamua nani awe bingwa. Nitakupa mifano mm hivyo wewe mtu ukagoma kucheza, na wewe ndo msimamizi wa mechi, umesema mechi ipo licha ya licha, mm-hmm. kwamba yeah. si tumesikia kaongea jana ka ah. licha ya kwamba wewe mamlaka, Simba wametoa press release asubuhi kwamba hatuchezi mm. mamlaka, baadae ukasema mechi ipo kama kawaida, alafu baadaye mkaitana kikao, mkatoka mechi haichezwi. <laughs> huyu mtu alitakiwa umwadhibu, awe penalized kuto kwako kwa kufanya maamuzi sahihi kwa wakati sahihi ya kumwadhibu Simba wakati tunae amegoma kucheza, hapo tayari wewe ulikuwa umeamua nani unataka awe bingwa kwenye msimu hivyo. mm -hmm. Ni viashiria. mm -hmm. mm -hmm. Kwa nini wewe ukuforce mechi ichezwe? Kwa sababu inachu... ile tukio angekuwa amelifanya timu ndogo angekutana na adhabu. mm -hmm. Ila kwali linazohusisha hizo timu mbili pendwa nchini, watu wanalazimisha vitu vitokee. Nitakupa mfano kwenye mechi nyingine ya ligi kwa mfano, jana Simba anacheza na, na Singida. Yeah, clear penalties, mwamuzi hawawapi Singida yani kwa sababu gani hawapi, unafikiri ni kwa nini? kwa sababu anataka timu fulani ishinde. Mm. so, hakuna cha ja kuto kuona yani kwa... ula... wajegeshe kitu hey. Mwamuzi a mnasema aoni anachezesha uh, lakini jana alikuja kwenye benchi la Singida, akaja pale kuwaonya watu ae kuwaonya watu, anataka kuwapa kadi. Tafsiri alitukiwa aliipata wapi uh, na yeye anachezesha manake uh, alisaidiwa na mwamuzi wake kabisa. Sasa mawasiliano yale kukosekanaje hey, kwenye penati za Singida kwamba na hizi zitakiwa kuwa penati na hiyo itakiwa kuwa kadi nyekundu kwa Singida, aakasema sisi ligi yetu kuna viongozi kusajili timu ipate matokeo mm, kihalali ishinde.